Mi bado naamini pamoja na yote Wazanzibari tofauti alivyokuwa wakati wa Alibin Saidi, tuna nafasi ya kuzuia haya yasitokee. <laughs> Na nafasi yetu ni tarehe 25 Oktoba, kwa kuwakataa madalali wote na kuwaweka madarakani na kuwapeleka katika vyombo vya uwakilishi wale watakuwa na nguvu ya kuisemea Zanzibar bila woga. <laughs> Tukifanya maamuzi sahihi, Wazanzibari, Katiba pendekezo itaishia Dodoma. Hii haitatumika Zanzibar. Na tukifanya maamuzi sahihi tutarejesha mamlaka yetu kuliko narejeshwa elfu mbili na kumi kupitia marekebisho ya kumi. Mimi naamini Zanzibar ina watu wengi wenye uchungu na Zanzibar, kama alivyo mheshimiwa Aman Masud, haikuwa rahisi kwa nafasi yake alivyo na anavyothamini utaalamu wake. <coughs> leo akaja kakubali kuzungumza na hadhira kama yetu, lakini yeye kama alivyosema anahisi ana wajibu kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar, yale ya kulinda na kusimamia mamlaka uhuru ardhi ya Zanzibar. Kwa hiyo anasema, mi naamini wapo hao. Tukishikamana tukiwa wamoja, tuna nafasi kubwa ya kufanya, sore. Bado tunasema tarehe 25 Oktoba si uchaguzi kama chaguzi zingine, ni mwaka wa maamuzi ni siku ya maamuzi. Sasa wale wengine wanaodanganya danganya, nafikiri leo wataamka, na kama walivyosema mauli ni kwa kiishie, tumelipokea ombi lako. Hii kukatika umeme, naamini haikuwa bahati mbaya, lakini nawaambia sote, mwaka huu hawana manusura. Unazima umeme, Swahiba FM imeunga imerusha live mpaka mwisho. Lakini si hilo tu, tumekusudia na inshallah tutazitoa CD za kutosha tuzisambaze nchi nzima, watu wakamfahamu. <tosimu> mbeletu kwenu na nyinyi vile vile, mchukue ujumbe huu nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, kila mtu ujumbe huu umfike. Kwa tarehe 25 Oktoba hatuchagui nani wa kutawala baina ya CCM na CUF Zanzibar. Tunaenda kuamua, tunataka Zanzibar iwepo ama Zanzibar iangamie, kwa sababu ya nukta hizi saba zilizokuwa zimezungumzwa hapa. Naamini baada ya hayo, nawashukuru na, na, na tumefahamiana nawashukuru kwa utulivu wenu na kwa nidhamu yenu. Hapo nje tumeweka uh, kidogo chai na kidogo kupozapoza roho, baada ya hakuna aliyekuwa na furaha, kwa sababu mtu alikuwa anaona uchungu wa yale, yale na jinsi naomba anavyozungumzwa, tukapate nguvu kidogo. Wanakwenda katika mkutano watakwenda wengine, tuendelee katika shughuli zetu. Lakini nasema kwa mara ya mwisho kabisa, niombe tena tumpongeze Mheshimiwa Osman Masudi kwa kazi kubwa <laughs> Na naahidi tena kwamba waraka wake alotuachia kaandika zaidi, si kama waraka, kaandika kama point nukta za mazungumzo yake, lakini ya nimezipitia, pale zinaeleza kwa ufasaha aya mama. Tutazitoa nakala na kupitia Isa na timu yake tuhakikishe zinawafika nyote. Tukijali, asanteni sana na kushukuru sana.